Ya bilioni mia sita, ishirini na sita, mpaka tunapozungumza leo. Leo watu wanalalamika tu dawa hazitoshi lakini dawa zina, zinatoka. Huyo ndio Rais Samia. ni mbunge wa jimbo la Tandahimba mkoani Mtwara Mheshimiwa Katani Ahmed Katani ambapo leo Juni 14, 2025 Warasawa, kuzungumza na wananchi wa kata ya Dinduma ndani ya jimbo lake la Tandahimba huku akieleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa kipindi cha mwaka 2020-2025. Faida Online TV watu wa Field pasina hiana tumekuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kukumbushe kusubscribe ku like na comment channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi Mheshimiwa Katani ameanza kuelezea baadhi ya miradi mikubwa inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kabla ya kuigusa miradi inayotekelezwa katika jimbo lake la Tandahimba. Kwa miaka mitano serikali ya CCM imefanya nini? Kusoma kwenye ilani tulikuwa na mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi ambao una thamani ya trilioni saba na ndio mradi wa kielelezo kwa taifa letu, ndio mradi wakati Rais Magufuli anafariki mradi ule ulikuwa umekamilika kwa asilimia 32. Tunapozungumza leo mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere tayari umekamilika kwa asilimia mia moja na wamekwisha unganisha umeme kwenye gridi ya taifa, tunazalisha umeme mega wati 2115. Ndio maana unaona leo umeme haukatikatiki. Hiyo ndio kazi ya Chama cha Mapinduzi. <laughs> 25 ya mwezi huu, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anakwenda kuzindua daraja lile ambalo linapitika kwa kiwango cha lami. hiyo ndio kazi ya CCM. Dugu zangu, CCM imepeleka umeme kwenye vijiji 11,115. Tunapozungumza leo kwenye taifa letu, hakuna kijiji ambacho hakina umeme. hiyo ndio kazi ya chama cha mapinduzi. Dugu zangu, Rais Magufuli Ha, lakini Rais Samia alipoingia madarakani akasema, wa Makonde hawa wazalishaji wa korosho wanahitaji kupata lami, kilometa mia moja zote sitini. Rais Samia ametoa fedha bilioni 268 na Wachina mpaka Dinduma hapa, ushahidi mnauona kwa macho, hakuna ambacho hakijafanyika ndugu zangu, kwa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Rais Samia amejenga hospitali ya kanda tano zilizokamilika ikiwemo na kanda hii ya kwetu ya kusini, ambayo hospitali ya, ya kanda iko pale mitindani na inatoa huduma. Hiyo ni kwa uchache tu. Mbunge huyo amewakumbusha wananchi hao kuhusu miradi inayotekelezwa ndani ya mipaka ya jimbo lake la Tandahimba ambayo imepambwa na kunakishiwa chini ya utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi CCM. Si ndugu zangu, ukija kwenye jimbo la Tandahimba yeye mtakuwa mashuhuda. Madiwani wote waliopita wameelezea swala la umeme katika vijiji vyetu vyote mia moja arobaini na tatu. Hatuna kijiji leo tunalia habari ya umeme, vijiji vyote tumekwisha washa umeme, ndugu zangu, kwenye jimbo letu la Tandahimba ye ni mashuhuda. Tangu tumepata uhuru wa taifa hili tulikuwa na vituo vya afya viwili, kituo cha afya Mahuta na kituo cha afya na mikupa lakini ninaposimama kwenye mkutano huu tunayo faraja, tunavyo vituo vya afya vipya vitano vilivyokamilika na vinatoa huduma na tayari tumepata fedha milioni mia mbili hamsini kwa ajili ya kituo cha afya na nyanga, tunakwenda kutimiza vituo vya afya vinane katika jimbo la Tandahimba. <thankles> Haya ni ya miaka mitano kazi ya sisi. Ukija upande wa sekondari, wameeleza waheshimiwa madiwani kazi kubwa tulioifanya tulikuwa na kata tano zilikuwa hazina sekondari. Tunapozungumza leo, zote tano tumejenga sekondari mpya zote. Mahuta mlikuwa hamna sekondari, tumemaliza sekondari na tunawaletea kidato cha tano na cha sita. Litehu walikuwa hawana sekondari, tumewapelekea sekondari na tumewapelekea na mabweni. Wanyama walikuwa hawana sekondari, tumemaliza na watoto wanasoma. Ndugu alikuwa wa wana sekondari tumejenga sekondari na watoto wanasoma. Na mkwedo alikuwa wa wana sekondari, imekwisha kamilika Januari, watoto wanasoma. Hiyo ndio sisi. Abbas Shaibu Namaneha ni diwani wa Kata ya Nanhyanga, naye alikuwa na machache ya kuzungumza. CCM oyee! Tunapoenda kwenye miradi ya maji, tunao mradi wetu wa maji. Nikushukuru sana kaka yangu mbunge wetu Katani Ahmed Katani, kwa sababu visima vile vilikuwa ni vitatu, kimoja kikaenda kata Mkundi, kimoja kwa sisi watu wa Nanhyanga unapozungumza asubuhi ya leo tayari mradi ule umekamilika. Leo asubuhi tumetesti, maji yamekwisha toka bondeni Tum. Nimeacha mkandarasi na eneo wanajaza maji kwenye tenki lile la Ndola, maana yake tumefika asilimia tisini na tano mpaka tarehe thelathini ya mwezi huu watu wa Ndola watapata maji safi na na salama kwenye mradi ule wenye thamani ya milioni mia mbili na thelathini na nne. Ninaitwa na mbugu Muhammad. Kama nilivyosema watu wengine wanapenda kuniita Putin kutoka ni diwani wa kata ya Mahuta. Mheshimiwa mwenyekiti, nina muda mrefu nikiwa katika hii hii sekta ya diwani, lakini niseme sijawahi kuona mbunge ambaye ameweza kuitetea Tandahimba kama amali Katani, ukilinganisha na wabunge waliokuta wote. Tunazungumza kiko ambacho kipo na chenye wasilia, wabunge waliokuta zaidi ya watatu, lakini miradi yao yote waliofanya hapa ukilinganisha na mbunge huyu aliofanya kwa miaka mitano ya, ya nam mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV, ni kukumbusha kusubscribe, kulike na kucomment chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na kwa heri.